Onyesho la pili seemi yadari onyesho la pili. Onyesho hili inatokea hospitalini. Neema na Asma wamekuja kumtoa Sara, mama yao, hospitali ya mama. Anaamu ya kutoka hospitalini, anasema kwamba rahisi anafu hataki kuendelea kukaa hospitalini kwani gharama ya matibabu inaendelea kupanda. Anasema madaktari wanafanya kazi yao naye Mungu akabariki kazi yao. Neema, Sara na Asna wanaunganisha huduma za hospitali. Hospitali hii ni nyingine kunungana na Neema. Hospitali hii ina wataalamu ambao wanawajibika kutoka tiba ya Asna anasema kwamba baadhi ya hospitali kufanyia mwili wa mgonjwa majaribio ambayo yanahatarisha maisha. Sara anasifia huduma za hospitali hii, anazitaranisha na zaatalini. Anaiona hospitali hii kuwa kinyume na za kule kijijini, ambayo mtu akiwa huko ni kama nikama mfumo. Asna anaitilia mkazo kauli hii. Asna anaitilia mkazo kauli hii kwa kusema kwamba hata mahusiano kati ya hujuma na mgonjwa aia, mazingira ya huko, mazingira ya huko kwenye ambayo hayaridhishi, harufu ya dawa, miadi juu ya malazi, menyima mgonjwa na kutumaini. Mtazamo wa Neema ni kwamba hospitali inapaswa kuwa kama hii. Mtazamo wa Neema ni kwamba hospitali hii inapaswa kuwa kama hii nalimelazwa kwa mamake, wafanyakazi wana uhusiano bora na wagonjwa. Hali ambayo inampa mgonjwa wa imani kubwa hata kabla hajapokea matibabu, pamoja na huduma nzuri za kataza hospitalini. Sara anasisitiza kwamba anapenda kuondoka hospitalini na kuuliza nyumbani. Anasema kwamba anahitaji kupezana hitana wake ya zana shambani. Pia anataka kumsaidia mumewe kushughulikia mifugo na kazi nyingine za hapo nyumbani kama vile kuteka maji kisimani. Hasna anapomwambia kwamba baba anaweza kuteka maji Sara anapinga hili huku akisema kwamba haifai mzee akagaraliwa na wazee wairaki. Mjadala huku usi vingi unatokea wakati wa sara anapouliza kama amesafiri, kwani hajafika kumtazama kwa siku mbili Neema anasema kwamba amekumwa na shughuli nyingi. Sara anasema kwamba ni liua bidii. Asla anamwona bungi kama aliyekosa anamsawiri kama mtu mchoyo na mbaguzi. Sara anamfanya Hasna kwa hili. Anamwambia kwamba anaweza kumzinjia vijado mbao. Neema anamwelewa Asna, anasema kwamba Asna anadhani kwamba yeye hakuchagua vizuri, lakini anamkumbusha kwamba ana watoto wa Bungi na hawezi kugairi. Kuhusu ndaye anamtetea Bunju kwa kusema kwamba kinachomtatiza Bunju ni mshtuko unaotokana na hali yake ya maisha kuwa tofauti na ile ya Neema, ile culture shock. Neema anakiri kwamba alipomweleza meyo kwamba dii amsaidie kuikiwa familia yake akakataa, yeye Neema alipatwa na huo Onyesho hili linakamilika kwa kutoa suluhisho la aina fulani kwa aa, naziunga familia hizi hivi. Neema anasema kwamba wataili tofauti hiyo iliwepo kati yake mabunzi uukosanisha au kumtia mama yao wasiwasi. Anawaambia Sara na Asna kwamba anastahili kujifunza kutokana na hapa hatari za mhitaji baina ya Neema na Sara. Yeye mwenyewe Neema amejifunza kuridhika na kipato japo kidogo. Unamwambia Sara kwamba ataondoka hospitalini leo, yeye na Asma wanaenda kulipa gharama ya hospitali. lakinini onyesha ingawa Neema anauona udhaifu wa mwenyewe

Neema anamtetea Bunju kwa kusema kwamba Bunju hakuwahi kuwashughulikia wazee wake kwa vile yeye alikuwa akitaa. Anamtetea akisema kwamba Bunju hakuwahi kuwashughulikia wazee wake kwa vile